Yesu wako wazi nanyi, siku zile mtaniambia Bwana, Bwana, lakini ataambia kwamba si wajui kwamba si kila aniambiaye Bwana, Bwana ataurisi nini uzima. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kuwa unafanya huduma na ukakosa mbingu, mbona siwe sana. Yaani, kuna uwezekano wa kuwa unaomba sana, masaa saba tano, lakini ukakosa mbingu, mbona siwe sana. Huduma hii huduma hii huduma huduma sio kibali cha kuingia mbinguni, mbona sio sana. Kwa Mungu huduma tulizonazo hizi hizi sio kibali cha kuingia mbingu. Kwa Mungu Yesu hako wazi sani. Petro anasema kwamba nanyi mtakuwa watakatifu kama baba alivyomtaka nini, mtakatifu. Kwa kibali cha kuingia mbinguni ni kuwa na utakatifu, maana baba ni nani? Kwa huduma yako haitakufikisha mbinguni kivyo vyote vile. Utafanya huduma, lakini kama Mungu hayupo mwaoni mwako sahau mbingu kabisa, sahau mbingu. Na kwa asilimia kubwa ya watu wengi tunafanya huduma nje na Mungu. Unafanya huduma, lakini bado una makona makona, yaani unatamani dunia yani, mara mara huko unaonja kidogo huku unaonja kidogo, mara wizi kidogo, huku unasengenya una kidogo, huku mara mi dunia huku, mavazi yasiyofaa na vingine vyote uzinzi, wana vingine vyote, na huku tena nakuja kufanya huduma hiti, kwamba nitakwenda nitafanya kama siku zile, lakini bila kujua kwamba yule Mungu yule aliyempa huduma amemwacha tayari. Ona. Kwa hiyo ukweli ni kwamba wengi tayari wameachwa na huyu Mungu kwa sababu ya matendo yao. Bwana sife sana. Bwana sife sana. uta Mungu haya mambo